Tarehe saba mwezi huu, serikali yetu kupitia wizara ya afya iliweza kutoa taarifa rasmi kwamba kulikuwa na wagonjwa wawili ambao kwa ni wahisiwa, lakini baada ya vipimo kufanyika waligundulika ni positive kwa maana ya kuwa na maambukizi ya mpox. Sasa katika kujihu. Katika zile strategi za kuweza kujikinga idara ya afya ikaelekezwa kutoa hizi taarifa katika sehemu zote za mikusanyiko. Mpox ipo kama wizara ilivyotangaza na dalili zake ni kuwa na vipele. Kwanza kabla ya vipele kutokea, unapata homa kama homa zilizo kawaida, pata homa kali, viungo vinauma, kichwa kinauma lakini unapata pia kama tonsils yale vidonda koo, tunaita vidonda koo. Hizo ni dalili za awali. Baada ya hapo, unaanza kutokewa vipele. Vipele hivyo vinasambaa mwili mzima, ikijumuisha hata kwenye viganja. Unapokutana na mgonjwa wa na namna hiyo, kwa sababu tunaishi na jamii, hakikisha unamwelekeza aende kituo cha kutolea huduma atakutana na wataalamu ambao wameelekezwa nini cha kufanya, na kwa kufanya hivyo utakuwa umemsaidia sana. Lakini kikubwa ambacho tunaelekezwa kwenye jamii ni kujiepusha na ile kugusana mikono pasipo na sababu za msingi, kwa sababu moja ya njia za kuambukiza ugonjwa ni kugusana na mtu ambaye ana maambukizi. Vile vipele huwa vinatoa maji, sasa na avu inawasha sana, wanaweza kawa na jikuna na akawa hajanawa yale maji maji yake, akiweza kushikana na wewe, akamgusa mtu yoyote au akagusa sehemu yoyote ile, akayaacha yale maji maji pale, ambayo yanaambukiza na maambukiza hayo mpox. Akija mtu mwingine akagusa au wakashikana mkono, maana yake huyu mtu atakuwa amemwambukiza mwenzie. Kwa hiyo tunashauri sasa jamii kwa ujumla na waumini wenzangu, tuepuke kushikana mikono pasipokuwa na sababu ya msingi. Kwa kufanya hivyo itakuwa imetusaidia kujiepusha na maambukizi ya huu ugonjwa Mpox, kwa sababu maambukizi yake ni kushikana mikono kutokana na mtu ambaye amepata maambukizi haya. Ni maelekezo ya mkurugenzi kupitia idara ya afya ambayo tumeelekezwa tufanye hivyo. Lakini pia kwa sasa hivi tuna ugonjwa wa kuhara na kutapika, na wenyewe upo, na hawa wagonjwa tuko nao, na wenyewe maambukizi ni jamii ile ile kutozingatia usafi, kutonawa mikono, kutokula vyakula ambavyo vimechemka, kwa maana ni vya moto, na kama ni kiporo basi angalau ukipashe ndo kitumie, lakini kikubwa zaidi ni kunawa mikono. Kwa hiyo haya ndio magonjwa ambayo kwa sasa tuko nayo. Kwa Dar es Salaam, Mpox imeshatangazwa tayari, magonjwa ya kuhalisha na kutapika yapo, lakini vipimo vinaendelea. Kwayo tumeelekezwa na mimi sasa kwa niaba ya timu ya rapid response, sababu mimi pia ni mjumbe wa, wa timu ya kukabiliana na magonjwa ya dharura katika manispaa ya Ubungo, nimeelekezwa pia nifanye hivi kwa lengo la kuweza, moja, kutoa elimu kwa jamii, lakini kusaidia jamii iweze kujikinga na haya magonjwa ambayo ni ya mlipuko na yaweza kuzuilika kwa njia ya kujikinga.